Asya, mama mijengo, wamama wenye nyumba, wamama wenye nyumba mpo, nawaletia mkasa wa mwenzenu <laughs> wa mwenzenu jamani, ilikuwa huko Iringa. Baba na mama wote hawa walikuwa wafanyakazi wa serikali wote, walimu, mama mwalimu, baba mwalimu. Sasa bwana mama akapata transfer ya kuenda mkoa mwingine, Karatu Karatu. Wao wanakaa Iringa. Mama mtu, ikabidi awai kwenda Karatu ili kuangalia maeneo, eneo la kazi, kama watatafuta nyumba, kwa sababu ni familia na watoto hawa wawili. Sasa bwana mama ule akafanikiwa kweli kwenda, sema mm-hmm, kufanikiwa kwenda kule, kafika. Wanawasiliana vizuri na mume wake, ambaye ni mwalimu mwenza, shule tofauti ya watu. Kufika kule akaangalia maeneo ya kazi, kwa anavyoniambia mi, alikaa takriban wiki hizi mbili kasoro. Kweli akafanikiwa alichokuwa na kufanikiwa, kwa bahati mbaya simu ikaharibika, simu yake. Kwa hiyo kuwasiliana na nyumbani, mpaka apate akutane na mtu aombe samahani, naomba niongee na familia yangu. Hivo kwao, siku anarudi alikosa namna ya kuwaambia, akasema ntawafanya ah, <laughs> Dada yule akaingia kwenye gari mpaka akafika nyumbani, kafika nyumbani akakuta nyumbani dada hayupo, binti wa kazi hayupo nyumbani, yuko mtoto mdogo wa miaka hiyo. Kama ilipo desturi, dada yule akatoka akaenda kuomba, namba ya kuomba simu nje. Jamaa naomba ni simu niwapigie familia. Majirani tena, majirani wamekuwa wastaarabu siku hizi, hawaseme habari za watu <laughs> useme uchambwe, useme usutwe Siku hizi hatusutani, hatusutani 2026, utashindana na shida zako, hatushindani na shida za mtu mwingine. Yani majirani ni mwomba pick -up. Majirani, mm, dada akachukua simu. Halo, baba mtu kapokea, sipiga simu mume wangu, safi jamani, mko wa, uko wapi? niko nyumbani eh, niko nyumbani mama. Unasemaje, uko nyumbani eh? uko nyumbani mume wangu eh? naomba niongee na dada, dada tu huyu hapa ikumbuko mama mwenye nyumba yuko pale seblani kwake <laughs> ifanya kama unaona mama mwenye nyumba yuko seblani kwake kwenye kochi lake na mtoto wake mdogo wa miaka minne walivyokuwa hawana adabu very heartless wamemwacha mtoto wa miaka hii minne peke yake cha kiume uko naye naomba nionge naye dada kashika simu watoto wa siku hizi walivyokuwa hawana hata roho na maji ya machoni watoto sijui sijui imekuwaje